Siku ya leo April 10 mwaka 2025 inatimiza miaka 19 tangu ajali ya ndege aina ya Harbin Y12 inayomilikiwa na jeshi la wanahewa la Kenya kutokea kwenye mlima wa Marsabit, na kuua watu 14 kati ya 17 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Harbin Y12, ambayo uundaji wake ulianza mwaka 1980, ni ndege yenye engine pacha ya turboprop yenye viti 17 yenye madhumuni mbalimbali mbali ya STOL ambayo inatengenezwa na shirika la utengenezaji ndege la Harbin la China. Wakati ajali hiyo inatokea, ndege hiyo tayari ilikuwa imeidhinishwa katika nchi kadhaa na ilikuwa ikisubiri kuthibitishwa katika nchi kama vile Ufaransa na Kanada. Safari ya ndege kuelekea eneo hilo ilikuwa imebebwa wajumbe wa amani waliokusudia kupatanisha mizozo ya kikanda ambayo ilizidishwa na mzozo wa chakula kati ya jamii za kuhamahama za Boran, Gabra na watu wa Rendile kwenye mpaka wa Ethiopia na Kenya. Katika miezi iliyotangulia ajali hiyo, mivutano ya ziada na mapigano yalizuka kutokana na uhaba wa rasilimali, ikiwa ni pamoja na maji, ardhi ya malisho na chakula, ambayo ilisababishwa zaidi na shida ya chakula katika eneo hilo kutokana na ukosefu wa mvua za msimu wa baridi kwa misimu mitano mfululizo. Zaidi ya hayo, vikundi vya wanamgambo wanaoshukiwa kuwa sehemu ya Oromo Liberation Front, pia wanaoshitumiwa kushiriki katika mauaji ya Turbi, walikuwa wakishambulia Wakenya wanaoishi kando ya mpaka, kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi. Serikali ya Kenya ilituma watu wa kuimarisha eneo hilo. Ndege hiyo aina ya injini pacha turboprop ilikuwa moja ya ndege sita za Harbin Y-12 zilizoagizwa kutoka China mnamo Julai mwaka elfu mbili, wakati wa hafla iliyofanyika katika kambi ya jeshi la Moi Air Base. Ilikuwa na umri wa miaka sita, nambari ya usajili ikiwa ni Echo 3 Alpha Alpha India na masaa zaidi ya elfu moja za kuruka angani. Ili hudumiwa mara ya mwisho a Februari mwaka elfu mbili na sita. Wafanyakazi wa ndege hiyo waliongozwa na rubani mkuu Major David Njoroge ambaye alikuwa na uzoefu wa zaidi ya masaa 2000 za urubani na alipandishwa cheo hadi meja mwaka mmoja kabla, baada ya kujiunga na jeshi la Kenya Julai mwaka 1997. Ni msaidizi Captain Joseph Njogu, mhandisi wa ndege Joseph Muridhi na senior private Trevor Mwamunge. Joseph Muridhi na Trevor Mwamunge wote walikuwa wameketi nyuma ya ndege. Ndege hiyo flight I 32 iliratibiwa kuruka kutoka Moi Airbase Nairobi hadi uwanja wa ndege wa Marsabit. Saa tatu kamili asubuhi kwa saa za Kenya, ndege ilipaa kutoka Moi Airways. Kulingana na idara ya hali ya hewa ya Kenya, hali ya hewa huko Marsabit ilitarajiwa kujumuisha hali ya mvua na ukungu. Saa tatu ndani ya safari, rubani mwenza Captain Joseph Njogu Muridhi aliwasiliana na wadhibiti wa trafiki wa Moi Airways ATC, akiwaambia kuwa alisikia kishindo upande wa nyuma wa ndege, akiongeza kuwa hakuweza kufahamu kilichokuwa kikitendeka. Hakuna mawasiliano zaidi kati ya ATC ya Moi Airways na marubani yalianzishwa ndege ilipokaribia uwanja wa ndege rubani mkuu aliamua kuacha kutua kwa sababu ya kuwepo kwa ukungu mzito na kuendelea kuzunguka Marsabit. Saa nne alfajiri marubani walipojaribu kukaribia kutua kwa mara ya pili, ndege iligonga mlingoti wa mawasiliano na kuanguka katika mlima Marsabit, katika mbuga ya kitaifa ya Marsabit, kilomita tatu sawa na maili moja nukta tisa kutoka uwanja wa ndege. Ndege hiyo ilivunjika vipande viwili na kuwaka moto. Watu wanne waliokuwa ndani walitupwa nje ya ndege ilipoanguka. kati ya watu saba waliokuwa ndani ya ndege hiyo awali, abiria wanne walinusurika kwenye ajali hiyo wakijeruhiwa vibaya. Kama sehemu ya shughuli za uokoaji, serikali ya Kenya ilituma ndege mbili kusaidia katika juhudi hizo, huku shirika la wanyamapori la Kenya pia lilituma ndege kuwaokoa waliojeruhiwa. Peter Kingola moja wa abiria aliyenusurika baadaye alifariki dunia alipokuwa akisafirishwa hadi hospitali ya Nairobi. Muda mfupi baada ya ajali hiyo, chombo cha uchunguzi kilianzishwa. Ajali hiyo ilichunguzwa na jeshi la wanahewa la Kenya na wawakilishi wa shirika la kutengeneza ndege la Harbin. Mkuu wa majeshi jenerali Jeremiah Kianga ndiye aliyepewa jukumu la kuongoza uchunguzi huo. Polisi wa idara ya upelelezi wa jinai pia walijiunga na uchunguzi. Wachunguzi waliweka eneo la kutengwa la kilomita mbili sawa na maili moja nukta mbili karibu na mabaki. Kufikia Tarehe 13 Aprili iliripotiwa kuwa kinasa sauti cha chumba cha marubani CVR na sehemu za mabaki zilikuwa zimepatikana. Shirika la kutengeneza ndege la Harbin liliamuru kwamba ndege nyingine zinazofanana na hizo zisiruke hadi chanzo cha ajali kibainishwe. Mwanzoni, vyanzo vya serikali vilikisia kuwa ndege hiyo ingeweza kudunguliwa au kupigwa na kitu, lakini baadaye iliripotiwa kuwa ripoti ya awali ilikuwa imeandaliwa na mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya KCAA. Waziri wa Uchukuzi Chirau Ali Mwakwere alisema tarehe 11 April kuwa ripoti hiyo kimsingi inaonyesha hali ya hewa kama chanzo kinachowezekana. Kufikia tarehe 22 April, matokeo awali hayakuunga mkono uwezekano wa hitilafu ya kiufundi kwenye ndege hiyo. Iliripotiwa kuwa wachunguzi walikuwa wakichunguza kosa la rubani kama chanzo cha ajali hiyo. Sehemu ya uchunguzi ililenga maisha ya kijamii ya marubani, hali yao ya kiafya na mazingira yaliyohusu wote wawili kabla ya safari hiyo ya ndege kanuni za usafiri wa anga zilieleza kuwa marubani hawapaswi kujaribu kutua kwenye viwanja vya ndege ikiwa njia ya kurukia haionekani ndani ya futi mia mbili kutoka usawa wa ardhi. Marubani mmoja aliyewahi kuruka kuelekea Marsabit alipokuwa akizungumza na gazeti la The Daily Nation alisema kuwa ukosefu wa mfumo wa kutua kwa kutumia vifaa vya kitaalamu alisema kuwa ukosefu wa mfumo wa kutua kwa kutumia vifaa vya kitaalamu ILS pamoja na ukosefu wa vifaa vingine vya kuongozea ndege kwa usahihi na vile uwezo wa and... <tuh> Rubani mmoja aliyowahi kuruka kuelekea Marsabit alipokuwa akizungumza na gazeti la The Daily Nation alisema kuwa ukosefu wa mfumo wa kutua kwa kutumia vifaa vya kitaalamu yaani ILS pamoja na ukosefu wa vifaa vingine vya kuongozea ndege kwa usahihi na vile vile uwezo wa ndege kutokuwa na ku... Rubani mmoja aliyewahi kuruka kuelekea Marsabit alipokuwa akizungumza na gazeti la The Daily Nation alisema kuwa ukosefu wa mfumo wa kutua kwa kutumia vifaa vya kitaalamu ILS, pamoja na ukosefu wa vifaa vingine vya kuongozea ndege kwa usahihi, na vile vilevile uwezo wa ndege kutokuwa kutokuwa kutua katika hali ya kutokuwa kwa eh na vilevile uwezo vile wa ndege kutokuwa wa kutua katika hali ya kutokuona kabisa vilipaswa kuwa dalili za wazi kuwa wasijaribu kutua katika uwanja wa ndege wa Marsabit. Rubani mwingine alisema kuwa rubani hakupaswa kujaribu kutua, akisema kosa la rubani ndilo linaloonekana kuwa sababu kuu. Ripoti ya mwisho ambayo haikuwekwa wazi kwa umma ililaumu ili ajali hiyo kuwa hali ambayo ripoti ya mwisho ambayo haikuwekwa haiku wazi kwa umma ililaumu ajali hiyo kwa hali mbaya hewa. Ripoti ya mwisho ripoti ya mwisho ambayo haikuwekwa wazi kwa umma ililaumu ajali hiyo kwa hali mbaya hewa. Kulingana na ripoti iliyochapishwa na The Standard tarehe ishirini na tatu April, rubani mkuu Meja David Masharia Njoroge alionekana akinywa upombe kwenye baa saa chache kabla ya safari ya ndege akitazama mechi, akitazama mechi ya ligi kuu ya Uingereza kati ya Manchester United na Arsenal FC. Wakati wote wa mechi hiyo rubani huyo alikunywa bia tatu kabla ya kuondoka baa hiyo majira ya saa tano usiku. Kulingana na mtangazaji mmoja wa redio alidai kuwa walimwona rubani huyo na rafiki yake wakinywa pombe kati ya saa sita usiku hadi saa kumi asubuhi. Kanuni za usafiri wa anga zinataka kwamba hakutakuwa na jaribio la kuendesha ndege ndani ya saa nane baada ya kunywa pombe, ikiwa mtu bado yuko chini ya athari ya pombe, akiwa na kiwango cha pombe kati ya akiwa na kiwango cha pombe katika damu cha asilimia sufuri nukta sufuri nne au zaidi, au akiwa ametumia kitu chochote kinachoweza kuhatarisha usalama wa anga. Kwa kawaida inachukua takriban saa kumi na mbili mwili kuondoa athari za pombe. Hata hivyo, rubani huyo alikuwa ameondoka kwenye baa saa chache tu kabla ya ndege kupaa. Muda mfupi baada ya ajali, wachunguzi walichukua sampuli za damu kutoka kwa miili ya marubani ambazo zilipaswa kuchunguzwa na mkemia mkuu wa serikali ya Kenya lakini matokeo ya vipimo hivyo bado hayajulikani. Kulingana na Njenga Karume, marubani hawakuwa chini ya athari za pombe. Kufuatia madai kwamba rubani mkuu alikuwa amelewa na kwamba ndege iliyohusika haikuwa salama kwa safari, wabunge watatu wa chama cha Kenya African National Union KANU walitaka madai haya yachunguzwe. Alfred Mutua alithibitisha kuwa rubani mkuu alikuwepo katika klabu moja cha eneo hilo, lakini akasema kuwa sehemu iliyobaki ya ripoti ya The Standard ambaye alishtumu kwa uongo mara kwa mara ameichaku... ambaye alishtumu kwa kuchapisha uongo mara kwa mara ilikuwa imechakachuliwa ime... kwa, kwa, ime kwa... ime kwa kujibu The Standard, kujibu walisisitiza msimamo wao wakisema Tungependa kusisitiza msimamo wetu kuwa Meja David Masharia alikuwa katika hali ya ulevu usiku chake. Alfred Mutua alithibitisha kuwa rubani mkuu alikuwepo Alfred Mutua alithibitisha kuwa rubani mkuu alikuwepo katika klabu moja cha eneo hilo, lakini akasema kuwa sehemu iliyobaki ya ripoti ya The Standard, ambaye alishtumu kwa kuchapisha uongo mara kwa mara, ilikuwa imechakachuliwa. Kwa kujibu The Standard walisisitiza msimamo wao wakisema, tungependa kusisitiza msimamo wetu kuwa Meja David Masharia alikuwa katika hali ya ulevi usiku kucha. Ukweli huo na taarifa nyingine katika habari hiyo vilichapishwa bila nia mbaya yote b kviics sb badala yake vilichapishwa kwa sababu ya sababu kuu na ya heshima. Badala yake vilichapishwa kwa sababu ya sababu kuu na ya heshima, kuweka wazi kwa umma kushindwa kwa mamlaka husika kutekeleza hatua zilizopo za kuhakikisha usalama wa anga saa Tungependa kusisitiza msimamo wetu kuwa Meja David Masharia alikuwa katika hali ya ulevi usiku kucha. Ukweli huo na taarifa nyingine katika habari hiyo vilichapishwa bila nia mbaya yote. Badala yake vilichapishwa kwa sababu ya sababu kuu na ya heshima, kuweka wazi kwa umma ushindwa kwa mamlaka husika kutekeleza hatua zilizopo za kuhakikisha usalama wa anga sasa na siku zijazo. Cha muhimu zaidi, habari hiyo haikuangazia tu hali ya kijamii iliyokuwa imeathirika ya rubani, iliibua pia hali ya ndege yenyewe ambayo haikuwa na vifaa vya kuongozea avionics vya kumweleza rubani kuhusu vikwazo vinavyoweza kuwepo au eneo sahihi aliyokuwa. Mwisho wa nukuu. Ajali hiyo ilikuwa ajali mbaya zaidi ya ndege nchini Kenya tangu ajali ya Swearingen CA226-TC metro 2 kwenye mlima Kenya mnamo tarehe 19 Julai mwaka 2003 na kuua watu wote 14 waliokuwa ndani ya ndege hiyo, na ilikuwa ajali ya kwanza ya anga iliyohusisha maafisa wa serikali tangu ajali ya Grumman G 2